Na asante na sana msikilizaji na mtazamaji wa DW kuendelea kuwa nasi, usisite basi kutuandikia maoni yako. Nimekuarifu hapo awali, niko naye kiongozi wa chama cha People's Liberation Party, PLP kutoka Kenya, mwanasheria Martha Karua. Hivi amekuwa ama, hivi karibuni amekuwa akionyesha mshikamano katika kesi zinazowakabili viongozi wa upinzani kutoka mataifa ya Tanzania na Uganda, hatua ambayo inaibua ukosoaji kutoka kwa baadhi ya viongozi wa mataifa hayo y Karua ambaye pia ni mwanaharakati wa haki za binadamu na demokrasia amekuwa akikosoa hatua zinazochukuliwa dhidi ya viongozi wa upinzani na kutaja kama vitendo vya ukandamizaji wa ushindani wa kisiasa. Kwenye laini ya simu, Bi Martha, karibu sana katika DW Kiswahili. Asanti sana naam. Na basi, moja kwa moja tuanzie na mada ambayo leo e, ndio zaidi tuliokukaribishia hapa mezani. Mengi yanazungumzwa kuhusiana na upinzani na jinsi mataifa mbalimbali yanavyoangazia mbali e, sheria na wapinzani katika uh, kuendeleza siasa zao. Je, kimtazamo wako unaweza kutuelezea zaidi e, kuhusiana na matukio kama haya na namna gani wewe unazungumzia swala la upinzani katika uh, mataifa yetu ya Afrika? Kwanza, ni kusema sisi ni wanajumuia ya Afrika Mashariki. Na jumuia ni ya kuleta wananchi pamoja kuwezesha biashara zao wananchi kufanya, kufanya biashara popote katika mm -hmm. jumuia na kwa mambo yote ya mvumo wa kisheria na ya kuleta uongozi bora na mambo kama hiyo mm -hmm, na kwa hivyo tunawapatia notisi viongozi wa Afrika Mashariki wanatumia muungano wa jumuiya kama muungano wao wakiwa viongozi wa kujikinga wasiondolewe kwa mamlaka mm -hmm, hata kwa njia ya halali kama ya upigaji wa kura mm -hmm, na kunyanyaza haki zetu za kibinadamu. Nasi kama wananchi wa jumuiya tumesema ni lazima tupiganie haki zetu, tuje pamoja, ndivyo tusaidiane kupiga mm -hmm. nduru wakati haki zetu zinadhurumiwa, na tuko na shirika tulibuni mm -hmm. juzi juzi linaitwa Pan-African Leaders Pan African Progressive Leaders Solidarity Network mm. na umuhimu wa hiyo shirika ni kusimama pamoja wakati tunataabishwa mm. na ndivyo ukaniona nikienda Uganda tukiwa na wenzangu mm. kutetea Kizza Besigye kiongozi wa upinzani ambaye alitekwa nyara akiwa ziara hapa Kenya mm. na ndivyo ukatuona tukienda Tanzania kuwa observer katika kesi ya Tundu Lissu, kiongozi mashuhuri wa upinzani kule Tanzania mm -hmm. ambaye pia ni mgombeaji wa urais katika uchaguzi wa urais wa Tanzania ambao utafanyika mwezi wa kumi mwaka huu. Tumeenda hapo kuona kama haki inatendeka. mm -hmm, na tukakuta haki haitendeki. mm -hmm, na tukaonelea kwamba hiyo kesi imeletwa kuhusu Tundu Lissu inaonyesha U, ya kwamba CCM inamwogopa, wanataka uchaguzi ufike, mm -hmm, Tundu Lissu akiwa amezuiliwa na chama yake ya Chadema isiwe ndani ya orodha ya vyama vya kisiasa vile vitawania viti. Kwa hivyo ni kujaribu kushinda uchaguzi mm. kwa kufinyilia na kufunga Bimata mbeaji, samahani bimata Haan. Kwa mtazamo wako unataja vitendo vya ukandamizaji kama ushindani wa kisiasa, lakini labda mbali na kulalamika na kuzungumzia kwamba ukandamizaji, unadhani nini kitasababisha mabadiliko katika mtindo huo wa ukandamizaji wa kisiasa katika Afrika Mashariki? Nini kinapaswa kufanywa ili kusitisha kabisa masuala kama haya, sisi kama wananchi kwa kila nchi zetu kuungana mm -hmm. na pia kuungana kama wananchi wa jumuiya vile sasa tunafanya kwenda kutizama na kuzungumzia yale yanapatikana na kuyakemea. Sasa wananchi wa Kenya tunajaribu iwezekanavyo, tuungane tuungane wale tuko kwa upinzani na tuungane kama wananchi mm -hmm. kutafuta uongozi bora nchi zote tatu za Afrika um, ambayo ni miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki, ikiwa ni Kenya, Uganda na Tanzania. Katiba zetu zote zinasema mwananchi ndio ako na ushukani wa juu, sovereignty mm -hmm. Na kwa hivyo sauti ya mwananchi lazima isikike, na yetu ni kujaribu kuweka mwananchi mutisha, kumpatia nguvu, ndivyo mm -hmm. aweze kutoa sauti yake akiwa anasimama binafsi akiwa ndani ya vyama vya kisiasa au mashirika yoyote mm. Kusema ya kwamba tumekataa haki zetu kugandamizwa, tunatoa sauti zetu za kudai haki zetu na mm. serikali Zilizoko. Yeah. Umezungumzia katiba, umeitaja katiba hapo, katiba ya Tanzania, katiba ya Uganda. Wafuatiliaji na wanaoangazia siasa wanasema kidogo zinahitaji kufanyiwa marekebisho, lakini kwa taifa lako la Kenya, imekuwa ikitajwa kwamba angalau Kenya ina nafasi, katiba yao inawapatia uhuru zaidi wa kujieleza na kufanya matukio mbalimbali mbali ya kisiasa, lakini bado Kenya kuna changamoto. Kama mwanasiasa Martha Karua, wewe hili unazungumzia vipi changamoto zinatokeaje licha ya kwamba katiba inaelekeza na katiba zinasema tofauti na mambo yanavyofanyika? Sisi hapa Kenya twapambana vilivyo vilivyo, mashirika mm. isiyo ya kiserikali, vyama vya kisiasa vya upinzani, twa tunaweka bidii kabisa, tuone tumeleta mwongozo wa kisheria, tumeleta mabadiliko ya kusaidia mwananchi tunafanya hiyo yote na tunachukua dakika chache kukimbia kwa nchi jirani kusaidia mm -hmm. jirani hata ukiwa uko na upishi kwako jikoni, usikie jirani yako analia, utaenda kuona ni nini, utaweka hiyo upishi on hold mm -hmm. uchukue dakika ya kuokoa jirani yako mm -hmm. kwa hivyo tunashikilia hayo yote, multitasking tunafanya ile inatuhusu Kenya na hatusemi tuko sawa, hatuko sawa. mm. Tuko na shida na tunapambana. Kuna wale Tuleshe masa ambao wanashuku demokrasia Bi Martha kuna wale ambao wanashuku kwamba msaada wako kwa viongozi wa upinzani katika nchi nyingine huenda ukahatarisha maslahi ya kisiasa ya Kenya je unaweza kutufafanulia ni jinsi gani unavyoweza kudumisha uwazi na uaminifu katika harakati zako za koza, uh, kuhusiana na masuala haya ya kimataifa uwazi gani wauliza kwenda mm. kotini kama observer uwazi gani mm. tunaenda ndivyo tulete uwazi kwa hizo kesi na ndivyo kuwe na sauti zingine, sio ya Watanzania peke yake, ya kusema yale yanatendeka kotini. Kama sasa Tanzania tuliona ya kwamba Tundu Lissu uh -huh. alinyimwa haki yake ya kwenda kwa mahakama uh -huh. awe hapo ndani aone mawakili wake wakifanya kazi, akawa analazimishwa akae kwa mtandao uh -huh. na katiba inasema iwe ni kesi ya uwazi. Wafuasi wake wakawa wanazuiliwa wasiingie kotini mm -hmm. wakapigwa kichapo mbaya, na moja akafariki. Tulikuwa hapo na tukadhibitisha hayo mm -hmm. tuko hapo, ndivyo tuseme hakuna uwazi Tanzania. Tulikuwa tuna Uganda, tulikuwa tunapambana ya kwamba Kizza Besigye na Obed Lutale waziwekwe kwa koti ya military, military tribunal, mm -hmm. wawekwe kwa koti ya kisheria na hiyo imefanyika, lakini haki zao zaendelea kudhulumiwa, hawajapata bel, kesi haijaanza, serikali inaendelea kujikokota, huku wakiwa ndani, wanaenda kumaliza miezi sita. mm -hmm. bila sauti za wengine, siyo watu wa Uganda peke yake. mm -hmm. yale yalijulikana kuhusu hiyo kesi haingejulikana. Mm -hmm. tumeenda kuchangia wazinaswali Bimatha... wakani mm -hmm. wangependa tueleze na vile tunaenda Uganda na Tanzania bila mm -hmm. shaka mambo mengi yanafanyika vile vile wafuatiliaji wetu walikuwa na maswali mengi kuhusiana na uh, u, kuingilia kwako katika masuala haya ya Afrika Mashariki na mwenzangu Jacob Safari upande wa pili wa studio ameweza uh, kupata lao maswali mawili matatu Jacob labda uzungumze na Martha Eh, kuna Godfrey Kayago yeye anasema tu anamtakia maisha marefu Martha Karua na kwamba Afrika inahitaji wapambani wa, pambani, wa Afrika kama mm -hmm. hawa alafu Musa Kahulula yee anauliza iweje kwamba Martha Karua na watetea wapinzani wa Tanzania na Uganda wakati huko kwao Kenya wanawapiga risasi na kuwaua kabisa. Bi Martha mm, kwako swali hilo. Hata Wakenya tunawatetea, kama unaangalia kwa mtandao utaniona nikiwa kotini kwa zile kesi zimepelekwa na Law Society of Kenya mm -hmm, kuhusu utekaji nyara wa watu. Niko kwa kesi zingine za watu kukandamizwa kwa sababu ya maoni yao ya kisiasa. Nafanya kesi za haki za kibinadamu mm -hmm, na kesi za civil liberties, hapa East Africa na sio Martha Karua peke yake, yako Uganda, Tanzania mm -hmm, tulikuwa na wakili mmoja shupavu wa kutoka Angola ambaye wasasa amekuwa jaji mwaka huu mm. Tulikuwa na wakili kutoka Comoros. Tulikuwa na mawakili kutoka nchi la Tanzania mm -hmm. Tulikuwa na East African Law Society na Kenya Law Society mm -hmm. Useme yule ameonekana sana sababu, mimi miongoni na mimi naongoza timu na ya befige ni Martha Karua, lakini tunaungana Afrika mm -hmm. Yote tuko na hata palu Pan African Uh, lawyers union. So mawakili wa Afrika yote hata mm. Tulikuwa na wawakilishi wa American Bar Association mm. na tulikuwa na watu wengi zaidi hata Amnesty International bila shaka ni mambo ni mengi, Bi Martha Karua, ila muda kidogo umetutupa. Tungependa kujadili zaidi kuhusiana na mambo yalivyo na hatua zako katika kuhakikisha kwamba upinzani unapata haki na usemi. Asante sana kwa muda wako, ni kutakia wakati mwema ukiwa huko Nairobi. Asante sana. Na haki za kibinadamu hazina mipaka. Asante.